Mwaka 2025 tumeanda na mkakati mwingine wa kuinua uchumi wa wananchi wa Dodoma. Bado kuna kasauti sauti hivi huko vijijini, kanatuonyesha bado tunatakiwa tupambane kwenye uchumi, na sisi tunasema Dodoma sio maskini. Naamini tukiendelea kwa kasi tuliyoanza nayo, miaka mitatu ijayo tutakuwa tunaongea lugha nyingine juu ya uchumi wa wananchi wa Dodoma. Hii itawezekana kama kila mmoja atatimiza wajibu wake. Twendeni tukafanye kazi kwa bidii, twendeni tukainue uchumi wetu, twendeni tukatumie fursa kubwa za kiuchumi zilizowekwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tumeidhirishia nchi yetu, tumeidhirishia dunia kuwa Wagogo wana akili, Warangi wana akili, Waburunge wana akili, Wasandawe wana akili na wote wanaokaa mkoa wa Dodoma. Mradi ukikanyaga hapa una akili. Muhimu kila mtu achukue hatua na aonyeshe uwezo wake. Ndugu washiriki, katika kuboresha miundombinu ya usafiri serikali ya awamu ya sita imetoa vyombo vya usafiri kwa viongozi wasimamizi wa elimu kata wamepewa pikipiki halmashauri mkoa pamoja na wadhibiti ubora wa shule ambapo maafisa elimu kata wote wamepewa pikipiki. Maafisa elimu wa halmashauri wa msingi na sekondari na mikoa wote wamekabidhiwa jumla ya magari mia tatu tisini na nne kwa ajili ya shughuli ya ufuatiliaji na usimamizi wa elimu nchini. Jamani, wamepewa magari, sio baskeli. Napenda pia kutumia fursa hii kupongeza mkoa wa Dodoma kwa kazi kubwa wanaoifanya ya kusimamia maendeleo ya mkoa katika sekta zote. Mshahidi ni katika sekta ya elimu ambapo mkoa umejipambanua katika ufaulu wa mitihani yote ya mwaka 2024 katika shule za msingi na shule za sekondari. Nawapongeza sana walimu, nawapongeza sana wazazi na wote waliowezesha mafanikio haya makubwa katika taaluma. Ongereni sana, ongereni sana. Ndugu washiriki, nimejulisha kwamba mmetenga siku nzima ya majadiliano, hivyo nitumie fursa hii kwa pamoja, mtumie fursa hii kwa pamoja kuainisha changamoto mnazokabiliana nazo katika kuinua ubora wa elimu na ufaulu katika mkoa wa Dodoma na kuishauri serikali namna ya kutatua changamoto ambazo zinahitaji utatuzi kutoka serikalini. Ushauri na mapendekezo yenu yawasilishwe kwangu ifikapo tarehe 31 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Vikao kama hivi hutoa fursa nzuri ya kuelekezana, kukumbushana, kujifunza, kuchangia mawazo pamoja na kufanya tathmini ya utekelezaji wa mambo yote yaliyopangwa kutekelezwa kwa mwaka mzima. Naomba wote kwa pamoja tushirikiane ili lengo la serikali la kuboresha na kuimarisha sekta ya elimu ikiwa ni pamoja na uwepo wa elimu msingi na lile la kidato cha tano na kidato cha sita bila ada liweze kufanikiwa bila kikwazo chochote. Hivyo ni jukumu letu sote kwa pamoja kutimiza wajibu kwa kujituma ipasavyo.